Mimi Musa Azzan Zungu kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwamba nitakuwa mtiifu na mwaminifu Tanzania na kwamba ninaahidi kuilinda. Ni mwanasiasa wa Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania na ni mbunge wa jimbo la Ilala tangu mwaka elfu mbili na tano huyu ni Musa Azani Zungu. Alizaliwa 25 Mei 1952. Tarehe 23 Januari 2020 ishirini, aliteuliwa na hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Ungano na mazingira. Zungu alipata elimu ya msingi katika shule ya St. Joseph jijini Dar es Salaam kutoka mwaka 1958 hadi mwaka 1965. Kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1967 alisoma shule ya sekondari Kinondoni. Akaendelea katika shule ya sekondari ya Tambaza mwaka 1968 hadi mwaka 1969. Mwaka 1969 alijiunga na chama cha tano akawa kiongozi kwenye tawi la chama shuleni. Baadaye alihamia Toronto nchini Canada aliposomea stashahada ya ufundi wa vyombo vya anga pamoja na urubani. Baada ya masomo, alifanya kazi ya uhandisi wa ndege nchini Canada hadi mwaka 1982. Mwaka 1983, alipata na a kazi katika falme za Kiarabu hadi mwaka 1993 aliporejea Tanzania. Mwaka 2000 alirejea tena kwenye siasa na akachaguliwa kuwa diwani kupitia CCM kwenye kata ya Mchikichini na kuingia katika halmashauri ya Ilala, Dar es Salaam. Mwaka 2003 alikuwa naibu mea wa halmashauri ya manispaa ya Ilala. Mwaka 2005 akachaguliwa kuwa mbunge kupitia chama cha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 Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa miaka kumi na sita na amefanya kazi na maspika wanne wa bunge hilo. Spika huyu mpya, nje ya elimu ya uhandisi wa ndege, pia ana shahada nyingine ya maswala ya diplomasia ambazo alihitimu mwaka elfu mbili na saba na mwaka elfu mbili ishirini na moja Baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba ishirini na tisa elfu mbili ishirini na tano Zungu amekuwa mbunge wa jimbo la Ilala kwa muhula wa tano na leo mna novemba kumi na moja Musa Azan Zungu ameibuka mshindi wa kinyang'anyiro, kiti cha uspika wa bunge la jamhuri ya Muungano, ambapo anakwenda kuwa spika wa tisa wa bunge la kumi na tatu la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Zungu ameibuka mshindi na kutangazwa kwa kupata kura mia tatu sabini na nane dhidi ya wapinzani wake Veronica Charles Tier wa chama cha NFA ambaye hajapata kura hata moja, alfani wa chama cha NLD aliyepata kura moja, Ndonge Saidi Ndoge wa AAFP aliyepata kura moja na Amini Alfred Yango wa ADC ambaye hajapata kura hata moja. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.